Zawadi, nashuhudia zawadi ambazo wamepewa semaji la kimataifa semaji la kafu Ahmed Ally aa, zawadi bila shaka. Sasa le karibu na Ahmed Ally, amwambie biashara ya, ya genge inalipa na mtaji amepata kwa namna ambavyo nashuhudia hivi. Hii ni namna ambavyo mashabiki waekundu Simba Simba na wanachama kutokea tawi la Mbezi shule sokoni wamempa zawadi ya matunda mboga mboga na kila kitu. Namwambia tu sitakufundisha kila kitu, Ahmed Ally, biashara ya, ya genge inalipa na mtaji umepata kazi kwako. Sasa kuchagua wewe nini kitakusaidia, kama ambavyo unashuhudia mzigo huu wa ndizi, akiuza mia mbili hamsini moja hizi atapiga sana hela. Unaona nanasi hili, akiamua mwenyewe nanasi hili akaliuza buku, apigi pesa, semaji la kimataifa. Unaona tikiti hilo akiliuza elfu mbili hilo apigi pesa, anapiga pesa kabisa, mashine ya kuongea. Hivi ndivyo ambavyo mashabiki wa, na wanachama kikosi cha wekundu wa Simba Simba hapa Mbezi shule sokoni wametoa zawadi kwa meneja habari na, na mawasiliano ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, Simba, Ahmed Ally kama ambavyo unashuhudia hivi e, mboga hizo unaona, matembele hayo matembele yana afya na, kumbuka mvua zinaendelea jijini Dar es Salaam kwao, matembele yana afya. Sasa kichane kimoja mafungu fungu moja akiliuza mia tano Semaji apigi pesa kweli, biashara ya genge inalipa. Semaji atachagua yeye, akaongeze damu au apate utajiri kupitia genge eh. Unaona kazi, mambo hayo wana simba wamefanya mambo yao kama ambavyo wanashuhudia wengine. Wamekuja na nyanya, wapo walikuja na matunda, lakini yote ni kuona namna gani ambavyo wanamzawadia Semaji la kimataifa, Semaji la kafu. Biashara ya genge inalipa, atachagua kama ambavyo wanamshuhudia mwenyewe akiwa na raha hey. Baada ya kupata uganiwa wana Simba, sasa ni wakati wa namna gani ambavyo anaweza kuenjoy. Wanafunzi pia wamepata nafasi ya kumkumbatia na kupiga picha na semaji la kimataifa Ahmed Ally, kama ambavyo namshuhudia hivyo. Ahmed Ally hey! Watoto kama ambavyo nashuhudia wanaenjoy na wanafurahi kuwa na Simba Sports Atamu. Atamu. Umati unaongezeka huo.